Kufuatia harakati za vuguvugu vugu, za chini chini za Raila Odinga, sio rahisi kusema ni lini haswa alianza kujiingiza katika siasa za Kenya. Maisha yake yote tangu akiwa kijana anaonekana alijihusisha na siasa, lakini katika miaka ya themanini hadi tisini aliibuka kama mwanamageuzi mkubwa, akipinga ukabila, utawala wa mapendeleo na ukandamizaji wa demokrasia kupitia chama kimoja. Ndoto ambayo hakuweza kutimiza katika maisha yake ya siasa ni kuwa rais wa nchi hiyo. Tuangalie safari yake ya kuwania urais nchini Kenya. Mwaka elfu mbili na mbili kufikia uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchini Kenya, Raila Odinga alijikuta na kundi kubwa la wanasiasa wa upinzani jukwani ambao kuwepo kwao kulileta mageuzi makubwa ya kidemokrasia. Aliamua kumuunga mkono Mwai Kibaki na pamoja wakaunda chama cha Liberal Democratic Party baada ya kuachana na KANU. Baadaye waliunda muungano wa vyama vingi ujulikanao kama Rainbow Coalition bendera waliopepea katika uchaguzi wa mwaka 2002. Japo watu wengi walimwona kama mmoja wa wagombea wenye nguvu zaidi kuwania urais, Raila Odinga aliwashangaza wengi alipotoa kauli ya Kibaki tosha. Hii ilionyesha sura nyingine ya Raila ambayo ilichambuliwa na wengi kama azma ya kiukweli ya kuleta mageuzi hata kama inamaanisha kumwachia mwanasiasa mwenza kushikilia madaraka. Kibaki akashinda uchaguzi huo. Mwaka elfu mbili na saba ukawa mwaka wa kwanza kwa Raila Odinga kujaribu kuwania urais chini ya bendera ya Orange Democratic Party dhidi ya Rais Kibaki. Uchaguzi huo ulikumbwa na madai ya wizi wa kura na ghasia za baada ya uchaguzi na no kusababisha vifo vya zaidi ya watu elfu moja. Mkataba wa kugawana madaraka ulisimamiwa na Kofi Annan, mwaka 2008 na kumfanya Raila kuwa waziri mkuu chini ya serikali ya muungano mkuu 2008 hadi 2013. Hii ikawa nafasi ya karibu zaidi ya uongozi kwa Raila Odinga kufikia rasmi. 2013, jaribio la pili la urais. Raila Odinga akagombea tena wakati huu dhidi ya Uhuru Kenyatta chini ya muungano wa CORD, muungano wa mageuzi na demokrasia. Raila alishindwa katika uchaguzi huo na akapinga matokeo hayo mahakamani, lakini mahakama ya juu zaidi ikaunga mkono ushindi wa Uhuru na hivyo kuashiria kupoteza kwa Raila kwa mara ya pili. 2017 akajaribu tena huku akipeperusha nembo ya rais wa watu chini ya muungano wa NASA na akashindwa tena. Raila alipinga matokeo na mahakama ya juu ilibatilisha matokeo ya uchaguzi ikitaja kasoro mbalimbali mbali, ambayo ni ya kwanza kihistoria barani Afrika kutokea. Hata hivyo, Raila alikataa kushiriki marudio ya uchaguzi na mnamo Januari 2018, Raila na wafuasi wake waliandaa hafla ya kujiapisha kama rais wa watu, akizidisha mivutano ya kisiasa mwaka elfu mbili ishirini na mbili 2022 jaribio la nne kampeni ya azimio akiungwa mkono na rais aliyekuwa anaondoka wakati huo uhuru kenyatta raila aligombea chini ya muungano wa azimio la umoja one kenya mpinzani wake mkuu ambaye wakati huo alikuwa naibu wa rais william ruto alishinda kura kwa ncha kwa asilimia 50.5 ya kura raila alipata 48.8 raila alijaribu kupinga matokeo mahakamani na kesi hiyo pia ikashindikana kijumla amejaribu na kukosa nafasi ya rais mara tano katika uchaguzi ukihesabu ya kwanza aliyomwachia Kibaki.